Mtume ambaye ametumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala pale Mwenyezi Mungu subhana aliposema warfa'na laka dhikraka. Ehwa nduzangu, ama anwani yangu leo hii inaitwa faida liman da'a lahu shay, yani nataka nikupe tu zawadi leo hii kwa idhini yake tabaraka wa taala, yarahamuka llah. Subhanallah, kwa mtu ambaye aliyepotelewa na kitu, yaani umepotelewa na kitu na hujui wapi kilipo, aidha umeibiwa au umepoteza au ni kwa namna gani yoyote ile, lakini hukioni tena kwa sasa, basi tumwambie Mwenyezi Mungu subhana afanye e, wepesi wake edha ukipate kile kitu watu ulipokiweka watu ulipokidondoshea, au hata kama ni mtu kakiokota, basi apate ile ilham ya kuja kukuletea, au kama ni mtu alikuibia, basi imsute nafsi yake na hatimaye akurejeshe kile kilichopotea, kwa idhini yake la ilaha ila llah Muhammadu Rasulullah. Chukua zawadi hii, fakul utasema maneno haya pale tu utakapokumbuka, simu yangu sijui nimeweka wapi Unajisachi mifukoni hakuna, sijui mezani hakuna, sijui wapi hakuna, eh? au kama ni pesa, hujui fuku la pesa umeliweka wapi, sema maneno haya yafuatayo. Asema ya Hafidh kwamba ni jina lake Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Tunaanza na jina la Hafidh, ni miongoni mwa majina yake muumba wa mbingu na ardhi, kwa sababu ye Mwenyezi si Mungu amekwisha kutueleza kupitia majina yake, anasema walillahi lasmau lhusna faduhu biha, Allah anayo majina mazuri, basi kwa majina hayo tumwombeee. Subhana sasa, asema hili jina ya hafidh, ya hafidh, ya hafidh, ya hafidhu mia wa tisa ashara mara mara 119 ukishamwita Mwenyezi Mungu kwa jina lake hilo eh min ghairi ziyada wala nuqsani, usizidishe wala usipunguze. Katika hali ya namna hiyo thumma qul, kisha utasema maneno haya e, yanayopatikana katika suratul luqmani aya ya 116 baada ya a'udhu billahi minashaitanir rajim: innaha in taku mithqala habbatin min hardalin

habati min khardal fatakun fi sakhratin au fi samawati au fi al-ardi yati biha allah inna llaha latifun khabiru, unarudia unarudia una una mara 119. Wallahi, tallahi billahi, namshahidilia Allah tabaraka wa taala, muumba wa mbinguni na ardhi, kilichopotea utakipata. Usiwe na shaka, ondoa sununu yako, ondoa hofu yako yote moyo wako uelekeze kwa muumba wa mbingu na ardhi, na wallahi utakuja kumshukuru kwa idhini yake, subhana hu subhana, inshallah. Ikhwan zangu, hii ni zawadi ninakufikishia wewe na wewe, itumie eh, kama jinsi sisi tulivyopewa na tukaweza kuzitumia na tunaona faida zake kwa idhini yake muumba wa mbingu na ardhi. Nikuage kwa siku hii ya leo kwa kusema dumu fi riayati waamne, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.